Unapopigana na ukuta, mwisho wa siku utavunjika mkono moye. Amefanya uamuzi mzuri wa kurejea ndani ya Chama cha Mapinduzi, na sisi vijana wake tunamkaribisha kwa mikono yote miwili, na ajue kwa maana Chama cha Mapinduzi ni sehemu salama, ni nyumba iliyo nzuri na chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan mambo ni mazuri kabisa kuliko ilivyokuwa jana. Sisem nataka nimshukuru mshukuru yeye pamoja na ndugu zangu wote hao ambao wameamua kuja Chama cha Mapinduzi. Leo hii tunapokwenda katika miaka mitano ijayo, Rais Samia kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi anatuahidi kwenda kujenga barabara ya kilomita 223 inayotoka Bwilingu hapa inayokwenda mpaka bwawa la Mwenyelele. Wana Bwilingu na Wanachalinze, hii ni fursa nyingine inafunguka ndani ya Chalinze yetu. Sisi bahati nzuri hatuna unyonge katika kuchungulia fursa. Uongo kweli, Wanachalinze? fursa nyingine imekuja. Huu ni upendo wa dhati toka kwa Dokta Samia Suluhu Hassan na kuishia hapo. Katika miundombinu anatujengia barabara njia nne kutoka Kibaa inayokwenda mpaka Morogoro. Nani kama Rais Samia Suluhu Hassan? Sisi Chalinze, ndugu zangu, uelekeo wetu ni maendeleo, sio kutujapiga maneno. Chalinze tulioikuta sisi miaka kumi iliyopita sio Chalinze ya leo. Chalinze ambayo wananchi wake walikuwa wanaangaika, hawana uelekeo, hawajui washike kipi wanze, hui Chalinze ambayo wananchi ukiwaambia jambo la huduma ya afya, wanachojua hata aliyeumia kidole anatakiwa kupelekwa Kibaha ili akapate manufaa ya kujenga afya yake vizuri. Leo Chalinze hapa, amesema diwani wetu, tunakwenda kujenga nyumba za wauguzi wetu ili wauguzi wa Chalinze wakae sehemu nzuri kama wanavyokaa wauguzi wa maeneo mengine.